Kikosi cha 11 cha Tanzania kinachohudumu katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo chini ya mwavuli wa MONUSCO kimeungana na walinda amani wengine duniani kuadhimisha siku ya walinda amani, kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa ni mustakabali wa ulinzi wa amani. Maadhimisho hayo yamefanyika katika makao makuu ya kikosi cha Tanzania Mavivi, ambapo mgeni rasmi alikuwa ni mnadhimu mkuu wa vikosi vya MONUSCO Brigedia Jenerali Diamond Meshack Madie. Maadhimisho haya yalipambwa kwa gwaride maalum ambalo lilipita mbele ya mgeni rasmi. Aidha, mgeni rasmi Brigedia Madie aliweka shada la maua kwenye mnara wa mashujaa kuwakumbuka wanajeshi waliopoteza maisha wakiwa katika jukumu la ulinzi wa amani nchini DRC. Walinda amani wa kikosi cha Tanzania wanaohudumu nchini DRC wameeleza jinsi walivyoadhimisha siku hiyo katika majukumu yao ya ulinzi wa amani nchini DRC na jinsi ambavyo wako tayari katika kuwahudumia wananchi wa DRC katika swala zima la kulinda amani nchini humo. Kwa majina naitwa Private Agnes Michael Mahani, ni polisi jeshi wa Tanzbat 11 ambaye ninahudumu hapa nchini DRC Kongo. Niko hapa siku ya leo kwa ajili ya kuadhimisha siku ya ulinzi wa amani. Majukumu yangu ni polisi jeshi, niko hapa kwa ajili ya kutunza nidhamu kwa askari pamoja na raia na kuhakikisha wanafata taratibu zote za kijeshi na taratibu zote za Umoja wa Mataifa. Majukumu yetu pia ni kwa ajili ya kulinda raia wa Kongo ili waweze kufanya shughuli zao vizuri, wasiweze kupata madhara yoyote. Nina morali kubwa kuwepo kuwepo hapa nchini DRC Kongo, na pia ninafurahi kuwa mwanajeshi na ninafurahia pia kuwa polisi jeshi. Majina naitwa afisa mteule daraja la kwanza Ahmed Ayubu Liuma, na ni araisi mwatanzibati kumi na moja Tanzania. Tuko hapa kwa ajili ya kuadhimisha sherehe ya kuwakumbuka mashujaa waliopoteza maisha wakiwa katika ulinzi wa amani. Na wakongomani tunachukua kama ndugu, kwa sababu sisi ni Waafrika na wote ni ndugu kama ni Waafrika. Lakini tumekuja hapa, wakongomani sisi tunawatia, tuna moyo kwamba tuko tayari kupambana kuwasaidia mpaka pale watakapopata amani ya kudumu hapa DRC. Kwa majina anaitwa Captain Geoffrey Jonathan Mwakasege, ni afisa mtendaji katika ofisi ya operesheni na utendaji wa kivita iliyopo chini ya kikosi cha 11 cha Tanzania kilichopo hapa nchini DRC. Katika shughuli zetu za operesheni na utendaji wa kivita tumejidhatiti na kuhakikisha kwamba raia wa nchi ya Kongo wanapata amani na kuishi kwa uhuru miaka yote. Kwa siku ya leo tupo katika maadhimisho ya siku ya ulinzi wa amani duniani. Na kwa sasa tunaendelea na shughuli za kuwaenzi mashujaa ambao wamepoteza uhai katika shughuli wakiwa wanafanya kazi chini ya Umoja wa Mataifa, chini ya mwamvuli wa MONUSCO ambapo kwa kupitia siku hii tunashirikiana na majeshi mbalimbali mbali kutoka nchi mbalimbali yaliyopo chini ya Umoja wa Mataifa, majeshi rafiki, kwa maana ya jeshi la hapa Kongo, raia walio chini ya Umoja wa Mataifa na raia wa Kongo ambao tunasaidiana kufanya kazi moja ili kuhakikisha nchi hii inapata amani ya kudumu. Kwa majina anaitwa Meja JK Xaveri, ni msaidizi wa kamanda kikosi cha 11 Tanzbat, kwa maana 11. Leo tarehe 29 tunaadhimisha siku ya ulinzi wa amani chini ya DRC. Siku hii ni adhimu na adimu sana, kwa maana inatukumbusha ni jinsi gani tunavyofanya kazi kwa weredi, pamoja na kufuata viwango vya Umoja wa Kimataifa, kwa maana iwe ni standards. Kikosi chetu Tanzbatt 11 kimekuwa imara katika kushirikiana na wananchi wa DRC hususan katika maeneo mengi ya wajibikaji, tumekuwa tukikubarika kwa muktadha huo, kikundi chetu kiliweza kupongezwa kutoka force headquarter kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu. Kulinganisha tulipokea pongezi cha kiteule chetu kidogo ambacho kiko mkoko. Nikiripoti kutoka Mavivi, mji wa Beni, Kivu Kaskazini, nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni Meja Fadhila Nayopa, afisa habari wa kikosi cha Tanzania chini ya mwavuli wa Munusco. Mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia bima papo, kwa sababu inaruhusu kuweka TIN namba yangu wakati wa kununua bima. Inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo hiyo ya bima, uwezo wa kupata mkopo bwana hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji, hata kama bajeti ina bana. Tumia bima pap kwa kupiga nyota 150 nyota 51 alama ya reli, au kwa whatsapp tuma neno bima pap kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. Bima pap, urahisi wa maisha.